Nilifika ofisini mtendaji anasema hela tumempa bwana yako. Bwana yangu nyumbani alifika akasema, nenda ofisini hela yako. Mtendaji hawaeleweki, nauliza mara nyingi nyingi, wanasema hiyo hela hawaijui na jina hawalijui. Pale mwanzo mtendaji alikuja kuniuliza kabisa pesa ninayodai, nikamjibu. Nilishangaa siku ya malipo jina langu liwe halimo, hawalijui <laughs> Huyo bwana alisema ajapewa hela, niende kwa ofisini na napata, walikuwa hawajasambaa. Na kweli nilienda kwa, tulipishana na mtendaji, mpaka nikamfungia, na umo umo, labda atapiga simu sehemu zingine ili waje wasaidie. Ni kwamba sisi hatulipi wapishi, sisi tunalipa walio kufundi, waliofunga mkataba na nani na yeye

huku wanakujia kwa watu wa hni wengi tu, matapei. Mimi si mwenyeji huku, kwa hiyo wewe mtafute. Si ulimpa kazi ya kujenga, lakini hiyo kazi mimi nakuachia wewe, ilipe. Afisa utumishi, umeshasikia hii? Tumpe siku ngapi huyu ili tumuingize kwenye nidhamu za kitumishi? Kwa sababu huwezi uwezi ukanandii. Yani, ulichokifanya wewe ni kudabu, umedabu deni ukalazimisha huyu kabila alikuwa mme wake umwambie tu kwamba mume wako tulifanyaje? huyo alikuwa na surprise chakula. yule mume wako tulifanyaje? Tulimlipa, alikuwa ni fundi, i h yuko chini yako, i utalipa mia mbili na themanini hmm. Ah, ni msaidie, ni fungia ik a akanifungia ndani ndani, mume wako akatoroka wakati wa kulipa. Sasa hivi hili swala limefika, na huyu ni mkataba, sina dnktkwifunga msaidie Utaratibu wa serikali inapoajili mafundi kwenye miradi, mafundi huo wa wanaingia mkataba kupitia mfumo unaitwa Nest na hela wanapolipwa zinalipwa kwenye akaunti. Kwa hiyo hata huyu fundi alolipwa hela kwenye akaunti, lakini amesema amefanya udanganyifu kusema kwamba hela hajalipwa. Sasa sisi tunatoka nalo hapa, tunaenda alimashauri, tunaenda kuingia kwenye mfumo wetu kuangalia kama huyu fundi hajalipwa, na kama amelipwa namfungulia kesi akamatwe mara moja. So, ili we... so, so, u... hey. Waombe sana ni kuombe mama, uwe mvumilivu na hiyo kaudi jamani, tumemaliza hivi. Mama, si umesikia?